Kampuni nyingi za simu duniani kama tunajua, kampuni kubwa duniani ziko kuna za ambazo zina support Android pamoja na nyingine za iOS. Japo kuna nyingine ambazo zipo za China za Huawei, ambazo zina operating system yake. Na kila kampuni ambazo zinakuwa na simu zake zinakuwa na kitu kinaitwa operating system, ambapo hiyo operating system inatumika katika hizo simu ili ziweze kuwasiliana kati ya hardware pamoja na software ambazo zitakuwa zinawekwa katika hiyo simu. Na lengo kubwa la kuweka software na hardware lazima kuwe kuna compatibility au kuna mawasiliano mazuri kati ya ile device yako na kile kitu ambacho kinakuwa kinafanya kazi juu ya ile hardware. Hizi simu zote zinakuwa na processor ambazo zinaitwa chip kama tunajua. Kwenye iPhone, unakuwa unatumia chip ya Bionic. Lakini Kwenye kampuni nyingine zinakuwa zinatumia Snapdragon ambazo ni chip tofauti. Pia kuna MediaTek ambazo nazo ni chip nyingine ambazo zinatumika katika simu za Android, pamoja na nyingine nyingi ambazo zipo kwenye Huawei, na wao wanakuwa na chip zao ambazo zinakuwa zinafanya kazi, na kampuni ambayo inakuwa inatengeneza zile chip zinajulikana MediaTek, zinajua zinapotengenezwa, pamoja na Snapdragon zinatengenezwa na Qualcomm pamoja na hizi, hizi za Apple, ambazo ni Bionic, zinatengenezwa, wao wanazi design then wanawapa wale watu wa TSMC alafu wao wanazizalisha zile chip kwa ajili ya kuziweka kwenye devices zao. Sasa, hizi simu zote hizi lazima ziwe zina operating system am, am, ambayo ni inaitwa OS. Tunajua iOS ambayo ni iPhone operating system na pamoja na hizi simu ambazo kama Samsung, Google Pixel, Nothing Phone, Tecno Infinix, pamoja na nyingine nyingi zinakuwa na zinatumia mfumo unaitwa Android. Hata OnePlus nazo zinakuwa zinatumia Android. So, hizi kampuni zote hizi lazima ziwe zinatoa update katika zile operating system zao. Kwenye Android wana operating system version tofauti. Sasa hivi wako katika Android 17. Na kwenye iPhone wako katika iOS 26. Na hizi Android 17 pamoja na iOS iOS 26 zinakuwa zina update zake. Point one, point two, nazo zinakuwa na marekebisho tofauti tofauti. Kuna beta version pamoja na stable versions. Hivyo basi, kwa wale ambao wanapenda kutumia zile beta version, ninge suggest na ningeshauri kwamba usipende kutumia hizo kwa sababu sio salama kwa simu yako kwa ajili ya data pamoja na kama video ambavyo vinaweza vikatokea katika simu yako. Na hakikisha subscribe, like, comment na angalia video hii mpaka mwisho ili uweze kufahamu vitu gani ambavyo vimerekebishwa katika hii iOS na uweze kuupdate simu yako. Nitazielezea kila moja, kila feature ambayo iliyopo katika hii update. Ya kwanza ni reminder, alarm for reminder. Hii ni update ambayo imetoka katika hii iOS 26.2 ambapo inafanya kazi. Tunakumbuka kwamba katika hizi iOS versions za nyuma zote ulikuwa uki, ukiwa uki una Set reminder yako unakuwa unapata ile kama notification tu, kama inakukumbusha muda fulani utafanya ile kitu ambacho ulikuwa umekitarajia, lakini saa nyingine unakuta ulikuwa una kazi nyingine, ni vigumu kukumbuka au kufahamu kwamba hii ni kwa ajili ya reminder. Wao wamekuwekea sasa alarm ili iweze kukumbusha, ili wakati umeset ile reminder yako uweze kuipata ile kitu ambacho unataka kukifanya kwa muda huo, kwa hiyo kwa hiyo alarm baada ya, ya hapo ukisha set ule muda ukifika, kitakachofanyika itakuwa inafanya kama alarm inapokuwa inafanya kazi options zinakuwa mbili ku snooze au kumaliza ile ile reminder ambao ulikuwa ume plani kuifanya. Okay, snooze inakuwa inaonekana kama live activity katika lock screen yako, na ukienda unaonesha umemaliza ile reminder ambao ulikuwa unatamani kukumbusha. Namba mbili, lock screen. Katika lock screen walichokifanya sasa, unakuwa na uwezo wa kuibadilisha ile muda wako uonekane kama glass. Kwa hiyo utakachokifanya uta customize, ukisha customize ile lock screen yako uta slide chini kwenye ile tago kutoka kulia kwenda kushoto, ili kuibadilisha kwenda kwenye hiyo glass screen. Namba tatu, ku track ile sleep. Hii inakuwa kwa wale wanaotumia saa pamoja na simu ambazo zinasapoti hiyo iOS na tunajua simu ambazo zina support ni kuanzia SE second generation mpaka iPhone 17. Kwa hiyo wale ambao wanatumia simu iPhone 11, 12, 13 mpaka iPhone 17 na wale ambao wanatumia SE second generation wanapata hiyo update ya iOS 26.2, ambapo kwa wale ambao wenye sasa sasa watakuwa wanaweza kutraki ule muda ambao wamelala kwa muda gani kama ni salama kwao zaidi au kama sio salama, ili aweze kuhakikisha anapata yule usingizi wa kutosha. Namba tatu ni wale wenye Apple Music. Apple Music sasa hivi katika hii update mpya, walichokifanya unakuwa na uwezo kuona lyrics zako hata kama hauna internet, hata kama una wifi pia unaweza kuziona lyrics zako. Feature nyingine ambayo ipo katika hiyo ni kwenye measurement application. Ile measurement app, sasa hivi imekuwa imebadilishwa kwenda kwenye glass look. Inaonekana kama glass inavyokuwa inaonekana katika hii update ya iOS 26.2. Update nyingine ni kwenye podcast. Kwa kwenye podcast application ya podcast ya kwenye app sasa hivi unaweza ukaona zile chapters ambazo kwenye ile podcast usika ukiwa unasikiliza kwa itakuwa inatengeneza ita automatic zile chapters ambazo zipo. Kitu kingine ambacho kinaweza kupatikana kwenye transcript zako utakuwa na uwezo wa kuona links pamoja na, kama atakuwa anataja podcast nyingine, utakuwa unaziona kwenye transcript yako katika ile podcast. Hiyo ni feature ambayo ni imeongezwa katika iOS 26. Feature nyingine ni flash for alerts. Hii inafanya kazi inafanya kazi hivi, kuna baadhi ya watu wakiwa wanatumia notification, wanakuwa na pata zile alert notification ambapo inavyofanya kazi zamani, walikuwa wanatumia zile LED lights za nyuma, hii tochi ambayo ukiwasha inawaka tochi. Kitakachokuwa kinafanyika sasa, sasa hivi unakuwa na uwezo wa ku, ku, ku flash screen yako kama unapata alert message yoyote, au unaweza kuziwasha zote kwa upamoja. Kwa hiyo feature sasa hivi imesaidia kwa upande wa mbele, kama na mwa kutumia kama screen yako au kutumia flash na screen kwa kwa upamoja, unaweza kuchagua hizo option mbili, either flash, ya, LED flash ya nyuma au zote kwa pamoja. Kwa hiyo kuna feature nyingi sana ambazo ziko katika hii iOS. Lakini kama hujaupdate iOS 26.2, hakikisha umeupdate kwa sababu kuna matatizo ambao au wengine zinaitwa bugs ambazo zimekuwa fixed katika hii update, kuhakikisha kwamba wewe katika simu yako unakuwa na salama zaidi na Tunaona kuna over 20 bugs zimekuwa, onyesha screenshot yake. Hapa. Geni, ambazo zimekuwa zimetatuliwa. Unaweza kuona vitu gani ambavyo vingi vimekuwa vimerekebishwa kwa ukiangalia kwa haraka haraka, utaona kuna vitu kama vile memory management ambayo imekuwa imehakikishwa kwamba inafanya kazi kwa usahihi zaidi na imekuwa imeboreshwa zaidi na zaidi, na vitu vingine ambavyo tumeviona pia kuna vulnerabilities ambazo zimekuwa zimerekebishwa kwa baadhi ya applications pamoja na services. Kwa mfano katika App Store kulikuwa kuna bug ambayo mtu hawezi kuruhusiwa kupata zile sensitive, mtu alikuwa anapata zile sensitive payment tokens ambazo ilikuwa ipaswi kuwa hivyo, na pia kuna vitu vingine wamevirekebisha wame, wame, wame vi kama kuweza kuprocess zile malicious image hii ambayo inakuja ina kusababishia memory corruption. Vitu vingine ni kama vile picha ambazo zilikuwa hidden, lakini zilikuwa zinaonekana bila ku, kuhakikishwa mtu ametoka kwa Face ID au vitu kama hivyo, na pia baadhi ya password pia vingine vilikuwa vinaonekana kabla ya mtu hajahakikisha hajatambuliwa kama to muhusika mwenye nani. Na feature nyingine ambazo zimekuwa na zime zimekuwa zime zime zimerekebishwa ni kama vile kwenye first time, pia kulikuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa haviko sawa na kwenye hii update mpya wamehakikisha vimekuwa vimerekebishwa. Update ambazo ni best best kabisa ni kama vile bonansi, ni kama vile kwenye iPadOS, iPad OS, wale ambao wanatumia iPad kumekuwa na multitasking, unakuwa una open window nyingi, ambapo unaweza ukawa unafanya vitu tofauti tofauti katika zile window. Unafungua ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini unaweza ukafanya kazi tofauti tofauti kama kwenye kompyuta hiyo ni mojawapo ya update ambayo imeongezeka kwao. Kuna updates nyingi na nyingi na nyingi, ningezielezea zote, lakini video ingekuwa ndefu. Kwa hiyo kama hujasubscribe, hakikisha umesubscribe like pamoja na kucomment, na see you in the next one.